Naam, karibu mtazamaji, tuendelee na taarifa zetu kuhusu tamasha la pili la bahari. Limezinduliwa rasmi huko Mombasa. Tamasha hilo la ukanda wa Afrika Mashariki linatazamiwa kuleta vijana pamoja kupitia michezo na talanta ili kujipatia ajira pamoja na kutoa hamasisho kuhusu utunzaji wa mazingira na viumbe vya bahari. Mwanzilishi wa tamasha hizo Hamisi Mwaguya, jeshi la wanamaji pamoja na shirika la Coast Guard wametaka vijana kutoka pwani kutumia fursa hiyo kujipatia ajira na kusita kukaa maskani, kama anavyoarifu Francis Mtalaki kutoka Mombasa. Ni katika hafla ya uzinduzi wa tamasha la pili la bahari almaarufu East African Ocean Festival ambapo wadau katika sekta ya uchumi samawati pamoja na jeshi la wanamaji nchini shirika la Coast Guard wamewataka vijana kutumia tamasha hilo kujipatia ajira kupitia michezo na aina mbalimbali ya burudani. Itachangia biashara, itachangia kutengeza ajira, itachangia kukuza uchumi na uh, ajira za vijana hapa uh, hapa Mombasa. Vilevile wadau katika sekta ya utalii wametaka vijana kujitokeza ili kunufaika na nafasi za kitalii zitakazojitokeza. Tourism is the hub

Mashindano kama vile majahazi yanatazamiwa kuteka anga za fuo za bahari mnamo Oktoba, ili kutoa hamasisho zaidi katika utunzaji mazingira na viumbe vya bahari miongoni mwa mataifa ya ukanda wa Afrika ya Mashariki. Na hii mwaka tunajaribu kupitisha ile laki moja tupande pengine laki mbili na hiyo ndio lengo kubwa. Ya pili tunahamasisha wananchi kupitia uh, hizi hi events uh, ku, kuelimisha mambo ya uh, disposable plastics, na reusable plastics ambazo zi, zinatumika zina kuchambua mazingira safety boats to cover the race areas and support movement on water Aidha, ili kukabiliana na tatizo la mihadarati na usalama kupitia magenge, vijana wa bunifu kupitia taasisi za kiusalama, unasema mbinu hizi zitaweza kuongeza mtaji na kazi mbalimbali mbali kwa vijana kutoka pwani, kutengeza zile dra dragon boat, eh, kuripea zile equipment ambazo zinatumika na yale madao, aina nyingine ni nafasi za ajira. Pili, Wakati hii sekta inafunguka na tunapata mvutio uh, ya international competitors wanakuja, services zitakazotumika katika miji yetu eh, itakuwa inalipwa na dollars, kwa sababu mtu ametoka nje anakuja hapa, na vijana ambao wako hapa atapata ajira ya kupitia zile nafasi ambazo zitatengenezwa kupitia wa, wale wageni. Francis Mtalaki Ringa, Citizen, Mombasa.